Hello, karibu tena katika chaneli yetu. Leo tutajifunza tabia ambazo unatakiwa kuziepuka kama unataka kufanikiwa kwenye ulimwengu wa crypto. So, tutajifunza tabia tabia ambazo unazotakiwa kuziepuka kama unataka kufanikiwa kwenye ulimwengu wa crypto. Kama wewe ni mtu mpya katika chaneli hii, na kushauri uweze kusubscribe, like na kushare, ili rahisi tunapotoa video zetu mpya hu unapata taarifa au notification kwa wepesi zaidi. Tabia ya kwanza, tunazungumzia usalama. Tunapozungumzia usalama, tunamaanisha kuna vitu kama exchange wallet na vitu kama. Unapotaka kufanikiwa kwenye kryptounaangalia sure usalama wa apps zako, lakini pia n, sasa hapa tutazungumzia ishu ya wallet kwenye crypto. Ili uwezi kuhold oini zako, lazima uwe na wallet uwe na wallet tunaita kwa Kiswahili kipochi. Uwe na wallet ambayo inatunza coin zako. Hasa hizi wallet huwa zinakuwa na maneno 12, zingine zinakuwa na maneno 24. Haya maneno 24 au 12 usije uka, uka screenshot au ukasave kwenye email. The the best way ya ku ya, the best security way ni kuziandika andika maneno 12 au maneno 24 then yaweke sehemu ambayo ni salama. Ukiweza unaweza kuandika labda maneno kumi na mbili karatasi mbili au tatu au nne, unaziweka sehemu tofauti tofauti, nyumbani labda, kwenye kabati, kwenye drawer, sehemu tofauti tofauti. So hii ndio the best practice ili uweze kuepukana na, na scam au mtu kuweza kuyapata maneno yako kwa wepesi. Lakini pia kwenye upande wa links, make sure unajiepusha na links mbalimbali mba. kuna changamoto ambayo inajitokeza sasa hivi Mtu anakutafuta kumfahamu, umekutana tu online, WhatsApp, amekuenda kwenye group au amekutafuta tu then anakwambia asi kwenye hii link kuna pesa, au jisajili kwenye hii platform kuna pesa so, jiepushe sana na hizo links. Links nyingi hasa kwa mtu ambaye umfahamu zinakuwa ni scam. Kwa hiyo ni very easy kuwa scam. Lakini pia kingine ni issue za investment. Watu wamekuwa wakija na gia hizo, mtu anakutafuta WhatsApp au Telegram au Facebook anakuambia invest dola mia then huu unapata kila siku dola tano. Hizi nyingi ni scam, kwa usipokuwa makini ni very easy kuwa scammed na kuona kwamba kripto uh, ina changamoto hii. Ni kwa sababu huu mwenyewe hujawa makini so hii ni tabia ya kwanza ambao unatakiwa kuepukana nayo hasa kwenye upande wa security. Tabia ya pili ambayo unatakiwa kuepukana nayo ni avoid FOMO, tunaita fear of missing out. Hii tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba sometime, kuna baadhi ya token zinakuwa zina hype, watu wanazizungumzia kwenye social media, wanazungumzia kwenye Twitter. Kwa hiyo wewe usinunue token tu kwa kuwa inazungumziwa na watu wengi, hapana. Inashauriwa kufanya research. Umesikiliza token fulani, maybe ni XRP XRP, before hujanunua unafanya do your own research. Unaingia kuisoma XRP, inasaidia nini, utility yake ni nini kwenye ulimwengu wa crypto inasaidia nini? Ukijiridhisha then hapo unaweza ukafanyaje? Unaweza ukabai. Kwa hiyo usinunue token tu kwa sababu ina hype au watu wengi wanaizungumzia. Hapana, fanya research zako, uliza watu wanaojua, then kushajiridhisha, then hapo unaweza kununua. So hii ni tabia ambayo watu wengi nasikia tu koini natajwa anaamua kununua then mwisho wa siku anakuwa amepata loss. Tabia ya tatu tunasema ni over investing. Over investing tunamaanisha nini? Maana yake unaweka pesa nyingi ambazo wewe pia bado unazihitaji kwenye matumizi yako. Crypto ni high volatile, koini za crypto zinapanda na kushuka kwa kasi sana kwa hiyo zinapanda na kushuka kwa kasi sana, hasa ukinunua token ambazo inaweza kushangaa, coin imetoka labda dola moja ikaenda mpaka dola tano au pia ikashuka dola moja kashuka mpaka dola mbili. Kwa hiyo crypto ni very ni high volatile. Sasa kwa kwa ni high volatile make sure usiweke pesa ya matumizi. Yaani, matumizi yako ya kila siku, useme kwamba naweka leo laki moja, kesho nitapata laki mbili, hapana. So usiweke pesa ya matumizi, always tunashauri weka, kuweka pesa ambayo una malengo nayo ya muda mrefu, lakini pia usiweke pesa ya mkopo unless, unless, tunasema unless unless, unless una backup. Na maanisha nini ni kwamba ukiweka pesa ya mkopo, mtu mwingine anakopa labda sehemu, tuseme milioni tano, then ana expect kwamba ndani maybe ya miezi miwili itapanda mpaka milioni hamsini au itapanda mpaka milioni kumi. Hapana, kuna muda masoko yanabadilika, yanakuwa changamoto. Sasa kama mtu ana backup, mfano mtu labda ni mwalimu au anafanya kazi anapata mshahara, ikitokea koini zimeshuka azipo kwenye upande wake, yani zimeshuka, hajafikisha lengo lake, kwa kuwa ana backup, anatumia ile backup kuto kupata ule mkopo, yani kumaliza ule mkopo. Lakini kama huna backup, umeamua kukopa tu ili ufanye hizi mambo theni he... Eh, soko likabadilika, maanake inakuacha kwenye maumivu makali sana. So hii ni tabia ya tatu ambayo tunatakiwa tuiepuke, kama tunataka kufanikiwa kwenye kwenye crypto. So, over investing. So nzuri, tabia nyingine ni following hype or influencers blindly. Hii inamaanisha watu ambao wametutangulia au wanajua mambo ya crypto, tunatakiwa tujifunze kwao lakini kupitia kujifunza kwa wewe lazima pia upate wasawa kupitia alichokuambia, ujiridhishe. Sasa isitokee kwamba wanaofanya kripto anakushauri kitu wewe unakikubali tu blindly, mwisho wa siku unaweza ukajikuta unakuwa scammed au unapoteza pesa zako. So wanaofanya kripto tuwafuate na kupitia hizi social media wanazo wanazokuwa wanatoa taarifa zao, lakini sasa baada ya kupata information m sure na wewe unafanya alichokuambia, then atakachokuambia, ukiona umejiridhisha, unaweza unawzakaa kuinvest pesa zako. So tusiwafuate watu tu kwa kuwa labda wapo kwenye gemu muda mrefu. Hapana, anachokizungumza basi na wewe step ahead, anza kupitia, fanya seh zako, ingia kwenye nnet, tafuta taarifa izozungumza, uone kama ziko vizuri, then from there sasa unaamua kununua token au kuinvest massive. Tabia nyingine ambayo unatakiwa kuepukana nayo kama unataka kufanikiwa kwenye crypto ni chasing losses. Chasing losses. Hii ni tunamaanisha nini? Tutazungumzia upande wa kubai token, lakini pia tunazungumzia kwenye upande wa trading. Kwenye upande wa kubai token, umekuta umekutana na mtu anakuambia token flani iko vizuri maybe. Uh, mtu anakuambia TRX iko vizuri au Solana iko vizuri then muda huo wakati anakwambia imeshapanda sana, wewe unaamua kukimbizana nayo unainunua una ili uweze ku, kupata zaidi. Mwisho wa siku ni kwamba utapata loss, utanunua ile token yako dola mia, itashuka maybe token imeshuka itashuka mpaka dola sabini au sitini tayari umeshapoteza dola 30 au 40. Hii ni kwenye upande wa ununuzi wa token. Sa kwenye upande wa trading, kuna hili, kuna ile ambayo mfano umeweka dola mia then wakati una trade ikatokea umepata loss, maybe umepata loss tuseme dola sabini, umebaki umebaki na dola 30. Unaamua kufanya revenge trading, yani una trade zaidi ili uweze kurudisha dola mia yako. Hapa lazima utapoteza kila kitu, hapa lazima utaluzi uta, kwa sababu una trade na emotion so tujiepushe sana kama tunataka kufanikiwa tujiepushe na kuchase losses. Ukishapata loss, relax, angalia umekosea wapi, angalia kama strategy yako haifanyi kazi and then from there, au angalia mapungufu au kuna kitu gani ambacho kimesababisha mpaka ukapata hiyo loss, then angalia next trade, lakini usi, usi, usi revenge kwamba nimeweka dola mia, nimeruzi dola 30, bado na dola sabini unaendelea kutrade ili urudishe ile dola mia ni easy kuweza kuuzi ku kila kitu au kupoteza kila kitu, so tujifunze, tujiepushe sana na hii tabia ya kuches, kukimbiza os, aa, nakimbiza los uweze kurudisha kupata faida. Hapo watu wengi sana huwa wanapoteza pesa. Tabia nyingine kuepuka ili uweze kufanikiwa kwenye ulimwengu wa crypto tunasema ni trading without skills. Mtu anaamua kufanya tei huku hana ujuzi wowote wa kutrade. mwisho wa siku utambulia losses na utapoteza sana pesa kwa pesa, pesa zitapotea sana, zitapotea. So ili uweze kufanikiwa, inatakiwa uinvest kwenye skills kwanza. Ukiamua kutredi bila skills, mwisho wa siku utapoteza pesa sana, na watu wengi wamepoteza anaona tu, maybe mtu anamwambia mimi kwenye trading napata dola mia mbili, lakini mtu, mtu anapata dola mia mbili. Mtu mwingine ameinvest kwenye skills, maybe ana miaka minne anasoma, anajua anachokifanya, then yeye kwa sababu amekwambia tu anaweza kupata dola mia mbili, unaamua kufungua account na kuanza kutrade. So kwa hii habit lazima upoteze pesa sana, so ni habit ambayo unatakiwa ujiepushe nayo by any cost. Kama unataka ku succeed kwenye trade, make sure una invest kwenye skills, lakini kama bado hujawa na skills, please don't trade, tafuta kwanza skills then uweze kutrade. Kama utalazimisha kutrade bila skills, lazima uta lose, lazima utapoteza pesa. So hii ni tabia ambayo tunatakiwa pia kuiepuka kama tunataka kufanikiwa kwenye huu ulimwengu wa crypto. Nasisitiza tena, kama ni mtu mpya katika chaneli hii, usisahau kusubscribe ili iwe rahisi tunapotoa video zetu, unapata notification kwa wepesi zaidi. Tabia nyingine ambayo tunatakiwa tuiepuke, ili tuweze kufanikiwa kwenye ulimwengu wa crypto ni holding tokens with no utility. Sometime, unakutana na mtu anakuambia, nina token fulani lakini hiyo token ni, ni hype tu, imetokea kwa sababu ya hype fulani, unaamua kuinunua Then within few minutes, or few hours umeweka dola mia, unashangaa umeshafika dola kumi. Maana yake nini? Ni kwamba unapotaka kuhold token yoyote make sure unaangalia hii token ina utility, use case zake ni zipi, roadmap yake team, wanafanya nini? So ni vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia ili uweze kusucceed huku. Sasa usipozingatia ukaamua tu kila anachokuambia mtu wewe unanunua na kuhold hapa, lazima upoteze pesa, utapoteza pesa lazima utapoteza pesa ni kwa sababu unanunua token bila kufanya research. Ni token ambazo hazina utility. Naweza kutoa mfano, jana kuna mtu amenitafuta, anasema kuna coin alizinunua toka mwaka jana akanitumia list ya coin alizonunua zote. List ya coin alizonunua ni coin ambazo, yani, ni token with no utility hazina utility kabisa. Alipewa ile ma coin ambayo alikuwa anaendana na hype so ukiangalia kuna ambazo ameinvest dola 200 dola 100. So this time around ni kama amesha lose, ashapata loss kubwa sana. Kwa hiyo, katika harakati zako hizo za crypto, make sure unajiepusha na hizo coin ambazo hazina utility. Kama utaamua kununua hizo coins ambazo hazina utility, jiandae kupoteza pesa zako. Tabia nyingine ambayo tunatakiwa tujiepushe kama tunataka kufanikiwa kwenye ulimwengu wa crypto tunasema scam and get rich quick promises. Ukikutana na project ambazo zina zina promises ambazo ni high profit, mtu anakwambia weka dola mia kila siku utaku napata dola ishirini Obvious hizi wana scam, yani utafanya for a few days then mwisho wa siku lazima utakuwa scammed tu, kwa sababu haimake sense weke dola mia maybe kila siku unapata dola ishirini au wengine wanakuambia utapata dola mia kila siku, maake kila siku huwa unaweza kupata 100% ya mtaji wako. Hii ni uongo, so mwisho wa siku uh, kwa sababu ya kutaka high profit lazima utapoteza pesa. Lakini pia projekti ambazo zinakuwa zina ahadi ahadi za kupata pesa nyingi, ni, ni vitu ambavyo tunataka tuviepuke sana, kama tunataka tu succeed kwenye ulimwengu wa crypto so, kutana na projekti ambayo wanakupa ahadi ambayo haingia akilini, sio kuweka pesa zako nyingi huwa ni, ni scam na mara nyingi wanakuwa na fake promises. Una fake, unapewa promises ambazo yani ni unmeasurable, huwezi kuzimeasure katika akili ya kawaida. Sasa usipokuwa na akili ya ziada na kujiongeza, utaweka pesa zako i mwisho wa siku utakuwa scammed na kutapeliwa. Tabia nyingine ambayo unatakiwa kuepuka ili uweze kufanikiwa kwenye ulimwengu wa crypto ni keeping all funds in one place. Huwa haishauriwi sana kuweka pesa zako sehemu moja. Mtu anaamua maybe kuna exchange anaiamini anaamua kuweka kwenye exchange fulani, tuseme exchange x au wallet fulani. Huwa ndio maana watu nasema, uh, nasema kuna ile concept ya mayai, wanakuambia usiweke mayai sehemu moja. So, wewe unashauriwa as long as una pesa, unaweza kuweka kiasi kwenye wallet, kiasi kwenye exchange, kwa unakuwa na exchange zaidi ya moja Mfano, mimi na exchange zaidi ya saba, kwa hiyo napopata coin ambayo naiona ina potential, naanza nikaamua hii coin ingie kwenye exchange hii ingie kwenye wallet hii ingie kwenye nini. So huu ndio utaratibu mzuri. Ukiamua kuweka kila kitu kwenye exchange, kitakachokuja kutokea, kuna challenge ambazo huwa zinajitokeza hizi exchange. Exchange huwa zinakuwa i mean, huwa zinakuwa hizi exchange huwa zinakuwa hacked. So exchange kisha kuwa hacked, then wakachukua pesa, pesa za watu Urudishaji wa pesa huwa ni changamoto, naweza ikachukua muda au mkajikuta mmepoteza kabisa. So wewe nashauriwa hii, uh, ni tabia ambayo unatakiwa uepuke, usiweke coins zako sehemu moja, jitahidi uweke kwenye zako sehemu tofauti tofauti, kwenye exchange tofauti tofauti, kwenye wallet tofauti tofauti. So asante sana kwa kusikiliza na imani kuna kitu umejifunza kupitia tabia hizi ambazo tunatakiwa tuziepuke kama tunataka kufanikiwa huu ulimwengu wa crypto, kama ni mtu mpya, usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili napotoa video mpya uweze kupata notification kwa wepesi. Video inayofuata tazungumzia kuhusu ufanye nini sasa uweze kufanikiwa. Tumeona pia tabia ambazo tutakiwa tuziepuke ili kama tunataka kufanikiwa kwenye crypto, then video inayofuata nitaelezea kifanyike kitu gani uweze kufanikiwa kwenye ulimwengu wa crypto. So usiache kusubscribe, liwe rahisi kupata notification na hii video inayofuata uweze kujifunza ufanye nini ili uweze kufanikiwa kwenye crypto.